Holijani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Juni 30 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na na burudani. Leo tunaanza kuangazia gazeti la Mwananchi kwenye habari kubwa za kipaumbele, inaanza na habari inayosema Vigogo ACT kuanza kazi na operesheni majimaji Vigogo ACT kuanza kazi na operesheni eh, maji majimaji. Lakini mimba za utotoni za pungua kusini, matumizi ya P2 yakiongezeka. Mimba za utotoni za pungua kusini, matumizi ya P2 yaongezeka. Lakini habari kubwa ni msiba wa taifa uopai kwenye gazeti la Mwananchi nasema, msiba wa taifa, ajali ya ua 38 Same hiyo uh, kweli ni msiba wa taifa ajali ya ua watu thelathini na nane huko Same. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini kivumbi majimboni, matiko makamba wamfuata Bulaya. Uh, matiko makamba wamfuata Bulaya. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam, na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo lenye linaondeka maonyesho sabasaba eh, kidijiti eh, Samia eh, kuya kagua Julai 7 eh, Samia kuyafungua Julai 7. Lakini jaji mkuu mstari eh, mstaafu Juma sasa eh, kuongoza Yudom, jaji mkuu mstaafu Juma sasa kuongoza Yudom, yenye habari ukurasa wa 4. Lakini rais Samia ataka umakini barabarani, rais Samia ataka umakini barabarani atoa pole vifo thelathini na nane Same, wengine sita wafa Sumbawanga. Lakini DNA kutambua miili waliokufa. Lakini tanapa yaandika historia yenye kuwa tuzo saba utalii. Lakini CCM, eh, CCM kwa changamka uchukuaji wa form. CCM kwa changamka uchukuaji wa form. Lakini Matiko Chadema, Shilole, baba Levo, Maige, Mujaku wajitosa Matiko wa Chadema, Shilole, Babalevo, Maige e, wajako wajitosa. Ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo. Na tukiachana habari leo, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika Himedi aomba uteuzi wakilishi Kiwani e, Himedi, aomba uteuzi wakilishi Kiwani. Vigogo wanza kuibuka wilaya ya mjini wafikia 49. Lakini elimu itolewe kupunguza ongezeko la maafa elimu itolewe kupunguza ongezeko la maafa. Na Rais Dr Samia ayaomboleza e, vifo ajali ya barabarani Same. Lakini madaktari wakunga watakiwa kufanya kazi kwa weledi, madaktari wakunga watakiwa kufanya kazi kwa weledi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini Uhuru gazeti lako lenye lina habari kubwa inayosema kuajiriwa wataalamu afya ya akili kwa ibua wanasaikolojia lakini ajali iliyoua watu 38 Same, rais Samia akumbusha umakini barabarani. Lakini Majaliwa asisitiza kuzibwa uh, kuzibwa mianya ya migogoro nchini. Lakini nchi 23 kushiriki maonyesho Sabasaba na rais Mwinyi apongezwa uh, kuupa hadhi mwaka mpya wa Kiislamu. ili habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira linandika zito, kuna, ime, kuna kura imepoteza thamani chaguzi tatu. Huyo ni Winston Kabwe asema kura imepoteza thamani chaguzi tatu. Lakini Biteko awasili Rwanda kushiriki mkutano wa nyuklia bara la Afrika. Lakini vita ya ubunge CCM vita, e vita ya ubunge CCM yazidi kushika kasi. Lakini Profesa Juma ateuliwa mkuu wa chuo cha UDOM. Lakini serikali yafafanua siri ajira za walimu 63 lakini Rais Samia awalilia abiria 68 waliofariki ajalini Same. Lakini Dr Mpango amewakilisha Samia mkutano wa FFD A4 n habari inapatikana kwenye gazeti la Majira. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika Rais Samia azitaka mamlaka kutoa elimu vipimo kwa wakulima. Lakini serikali yaendelea yaendelea na utambuzi wa miili iliyoharibika hiyo, inabainika inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Rais Samia ataja kinachotesa kilimo bara la Afrika. Lakini idadi waliofariki dunia ajali ya Same bado ni utata. Wanawake chukueni fomu majimboni eh, na kata. Lakini serikali eh, serikali sarakiki arejesha fomu Arumeru Mashariki, inabainika kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele na tukiachana sasa na gazeti lako la Uelekeo tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii inaandika sekta ya mawasiliano kuchochea maendeleo ya jamii miaka minne iliyopita Tanzania. Lakini TAMWA yapata mwenyekiti mpya e, shebe awasa wanahabari uchaguzi. Lakini simulizi alivyomwokoa mwanawe ajali Same e, simulizi alivyomwokoa mwanawe ajali ya Same, Samia atoa pole wataka madereva kuzingatia sheria za barabarani. Familia yapoteza watu kumi. DNA kutumika kubaini mili baada, lakini maka, makada CCM e, wamiminika Gwajima atinga na wafuasi ishirini iyoni, habari kwenye gazeti la kolo nipashe kwenye kurasa wa mbele, lakini tukiachana gazeti ya nipashe tuangazie sasa e, kwenye kurasa za michezo kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania tunaanza na gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga ya komba na kombe la CRDB yaidu waza Singida Black Stars zamani complex, lakini sira angatuka Azam, eh, sira angatuka Azam wananchi wa mkatia rufaa Karia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo, lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika ragi ya tatizo la Simba sajili unaofanywa ni wa ujanja ujanja kitapeli, lakini wanamchezo wachukua fomu kuomba ridhaa ya kugombea ubunge na gazeti la kula majira linaandika Fabrice Ngoma aga rasmi Simba, atoa ujumbe mzito, awashukuru viongozi na mashabiki. Lakini kombe la ubingwa ligi kuu bara kupelekwa saba saba. Yule habari kwenye gazeti la Majira. Lakini gazeti la kula uhuru linaandika Fabrice Ngoma aga Simba, kombe la ligi kuu bara kupelekwa saba saba. Lakini Ibrahim Klasi ajipanga. Yule habari kwenye gazeti la kula uhuru. Huko gazeti la kula Zanzibar leo naandika Soraga ataka urusi ifungue kituo cha utamaduni eh, Zanzibar. Lakini eh, ushindani waongezeka ligi ya wavu. Lakini kuna habari za Manchester United yateseka na uhamisho. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini habari leo gazeti lako linaandika kocha watega viongozi Yanga. Prison Fountain Gate pumzi muhimu leo. Lakini shime Morocco watupa kipimo kizuri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo. Na tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la The Sporti linaandika feitoto pakome awesu kukiwasha Mao Zedong, lakini Pogba ayasaini miaka miwili Monaco. Si la habari ndiyo hiyo, lakini fadu kuisuka upya Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la The Sporti eh, kwenye kurasa za michezo. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga lenye linaandika kwenye kurasa za michezo eh, linaandika Yanga kutoa nyota